Mungu anataka Bwana anataka kanisa lake likamilike. Umenakili kitu? 19 inasema So. vitoto mm. vyangu ambao mm. kwamba nawaonea utungu tena mm. mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Fika hapa. Ingereza ambaye ni Bwana Yesu Kristo, lazima awe informed, awe Oh. My little children uh -huh. of whom I travel in back again uh -huh. until Christ be formed in you be formed. Naona utungu watoto wangu Hadi Kristo na akikushika namna hii anaona umbo lake, akikushika namna hii anaona umbo lake, kweli si kweli? Haleluya! <laughs> anaona ameundika, ameumbika ndani yako Amen. Hapo ndipo. Hapo ndipo tutakuwa perfect kanisa perfect kanisa perfect, tunaenda tu, acha twende. Akikushika kwanza wabili kwa shida, Obindo, tuko na shida nyingine. Soma Mathayo saba, wana shida Saba ishirini na moja si kila mtu atakayeingia hey, katika ufalme wa mbinguni. Sasa angalia, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Hmm, mapenzi ya Baba ni nini kulingana na masomo tumesoma? Mapenzi ya Mungu kwako kwa ni nini? Mapenzi ya Mungu kwa kanisa ni nini, kulingana na masomo tumesoma? Mapenzi ya Mungu kwa kanisa ni nini? Watila, watila, mapenzi ya Mungu kwa kanisa ni nini, kulingana na masomo tumesoma? Ni kutenda yale Mungu anataka, ni kuwa mkamilifu. <coughs> Perfection, brother. Shika. Anataka aone, anataka aone his own image, aone hili mkamilifu na aone pia ukamilifu ndani ya moyo. Alimwangalia akampima, amazia, akaona his heart was not

Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tumeona kitu. Wapendo, tumeona kitu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Umeona shida ya uhubiri? Soma. Soma. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufano wa mbinguni. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Mungu. Wa upili wakatokea Wengi wataniambia siku ile hatukufanya... Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, siku ile, Bwana, Bwana, kwa jina lako. Na kwa jina lako Eh, mbona alafu mwingine naye ni nani, na kwa jina lako kutoa pepo. Aya, mubi mwenye kutoa pepo, pepo ndani ya watu naye akatokea <laughs> Pepo malaria,